Saumu ya tulea vipi katika? Wanachuoni wanatuambia kwamba ni ashuur bil alami lfukarai wa juihim, ni kuwahisisha wale ambao wana uwezo yale machungu na ile njaa ya mafukara katika wanachuoni atuambia karne ya tano kabla miladi, walitokea jamaa wakiwaita assafsataiyun. Watu hawa walikuwa wanapinga kila kile ambacho kinaonekana kwa ufupi, yaani, haya ambayo twayaona sisi, wao wasema ni khayal, hakuna chochote, hakuna chochote, bali wao washuku mpaka hata ile shaka yao wajishuku kwamba washuku ye. Niambie, mtu kama huyu, kama huu msikiti auona, lakini asema hakuna chochote, utamfahamisha vipi kwamba huu msikiti huko? Utatumia njia gani? Ndio baadhi ya wanachuoni kama vile Sheikh Muhammad Jawad al-Mughniya anukuu jawabu zuri la kuwakiniisha, eh, kuwa watu kama hawa kwamba hivi vitu twaviona na viko akasema, hawa hawahitaji dalili, mtasumbuana hawa. Ima wachukuliwe wawekwe katika chumba, kisha kuanze kulia mbati wapigwe. Akipigwa akisikia uchungu, akisema anasikia uchungu, aambiwe hakuna. Akisema uko, aambiwe hata haya unaoyapinga yako. Kwa hiyo hii ndiyo njia nzuri zaidi ya kuwafahamisha watu kama hawa. Kadhalika saumu, wewe niambie yule masikini anaposikia njaa akimwendea tajiri alimwelezee mimi nina njaa, na tajiri yule pengine kila akikunjua ukurasa wake ni shibe tu, hakuna njaa hata siku moja. Ni njia gani atatumia kumwelewesha kwamba mimi nasikia njaa? Utamwambia njaa, njaa ni nini? Nasikia matumbo univuta, uvuta vipi? hanya katika kamusi yake hana neno njaa. Sasa saumu ikaja ikamfundisha tajiri maana ya njaa nini, pale ambapo masikini atamfuata tajiri kama yule akamwambia na siku tatu sijala, aifahamu njaa ni kitu gani. Kwa hiyo funzo la kwanza au malezi ya kwanza saumu yatulea katika kuhisi machungu ya mafukara na masikini katika njia yao kama hili